Na ndio watu wengi hufeli hapa. Kuna baadhi ya successful za watu hazina ubunifu wa kinadharia, kisha huwaambia na wendani wao fuatani sisi. Very dangerous tasikia, mtu bwana, mi sikusoma darasa la sita, sasa yao milionia, sasa na nyinyi msipotezeni wakati wenu, hatani kusoma mtoko milionia nyote. <laughs> Mmenielewa, jamani? Nini vizuri ziko lugha hizi, kwenda sukuli mkirudi mkiangata mitabu bana, sijui umefanya degree ya kwanza, mwangalie fulani amefaulu kwenye maisha tap. tap. Yeye mwenyewe ule aliofaulu hajijui alifika vipi pale alipofika. Sikatai kuna matokeo fulani ya kimaisha hutokea, hayakaririki kwa mtu mwingine, hata baba hawezi kumkaririshia kijana kuna opportunities hutokea. Wewe ulipokuwa umefaulu kwa darasa la sita na kuuliza lini, wakati ilipokuwa hapa, ofisi zote huzengewa mtu ayua kuandika barua ndo afanywe karani. Hizi lugha mwatakamuwe na hadhari sana. Wakati wa mkoloni amekuya huku na muomani huzengewa mtu ayuwao kuandika one plus one, two, awe kwa ofisini. Hata kwa ofisini umepata, umekuwa karani, sijui umekuwa kadhaa, kesho waketu kumwambia environment mwanao usiondoshe katika success yako Waweza kufaulu kwa shilingi mia, wakati upi? Shilingi mia ina thamani. Waweza usifaulu kwa shilingi laki, wakati upi? Wakati laki haina. Usije kukompea kwamba mimi bwana, hapa nilipofika shilingi mia tu. Mia ipi baba? Tafkiri mwanielewa vizuri sana ni.